Makampuni ya simu yanatengeneza vipi MB ikisha kuwauzia wateja wao? Hilo ni swali ambalo limeulizwa na mmoja kati ya watazamaji wangu. Kwanza, makampuni ya simu hayatengenezi MB. Em, nomba tujiulize hii MB ni kitu gani? MB ni kipimo, kama vile kipimo chengine. Tunapopima mafuta tunatumia lita. Kwa mfano hii, hii chupa ilikuwa na lita moja na nusu lakini tukipima kwenye mambo ya umeme tutatumia volti kwa mfano hii adapta yangu ina volti 5.0 huku nilipimia lita huku nimepimia nime nini volti sasa MB ni kipimo cha kupima data za kidigitali. Hatuwezi tukapima mambo ya kidigitali kwa kutumia lita au milimita au sentimita au kilomita. Kwa hivyo kampuni ya simu haitengenezi MB, maana yake kampuni ya simu haitengenezi kipimo. MB ni kipimo. Sasa swali litakuja, mimi nimetoa shilingi elfu moja halafu nimeambiwa napata MB 600 na wewe unanambia kwamba mie siuziwi MB inakuwaje? Au nimetoa elfu mbili nimepata GB moja, wamenambia elfu mbili kwa GB moja, na nimetoa elfu mbili na nimepewa GB moja pale pale, nimeambiwa e, umepata GB moja. Hii iko vipi? Ukiambiwa umepata GB moja haimaanishi kwamba zile GB ndiyo umeuziwa. Tafsiri yake ni kwamba umepata ruhusa ya kutumia mtandao wa intaneti kwenye mtandao wako wa simu kwa kiasi ya GB moja ikivuka hapo, automatic inakukomelea lock, huwezi kutumia tena. Unapopata MB, maana yake umeruhusiwa kutumia internet kwenye mtandao wako wa simu kwa saizi fulani. Ikivuka hapo, ruhusa yako inakomewa pap. Ndiyo maana hapa makampuni ya simu yanatengeneza mifumo ya kikompyuta, ili kudhibiti mtu asije akaongeza au mtu asije akapenya zaidi ya pale alipolipia. Unapolipia GB moja utaishia kwenye GB moja, system itakutoa, itawaacha wale wengine waendelee na kutumia intaneti. Mwingine pia anaweza kuniuliza hivi vifurushi vikoje? Kifurushi ni sawa sana na kupanga tu, wenye wao ile huduma, mtu alipie kiasi gani kulinganisha na bei walionunua wao. Hii ni Alzenjbary Technology. Kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Na kama kwenye mada hii umenielewa vizuri, poa, lakini kama bado kuna kitu hujielewa unaswali, basi unaweza kuniuliza kwenye sehemu ya comment. Ikiwa ndio mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Na kama unaswali lolote, njoo sehemu ya comment. Bye bye.